Uvuvi wa kisasa uvuvi wa vizimba katika wilaya yetu ya Musoma, ambapo sasa hivi mwelekeo wa wilaya ya Musoma ni kuvua kisasa kwa kutumia vizimba hizi cages, ndio imekuwa kipaumbele kikubwa. Uvuvi wa asili umeathirika na mabadiliko ya tabia nchi, lakini kuna baadhi ya wenzetu ambao ni wavuvi haramu ambao hawa ah, tumewekea mkakati wa kushughulika nao. Hii imekuwa sehemu pia ambayo tutaisimamia kwa nguvu zote, swala la kupambana na uvuvi haramu. Lakini kipaumbele cha serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuvua kisasa, kufanya uvuvi huu wa vizimba, ambapo imeshabainika ime kwamba ni biashara ambayo haina changamoto nyingi, ni biashara ambayo imenyoka kwa maana ya una uhakika wa samaki wako, kama umeweka elfu ishirini thelathini, maanake uhakika wa kuvua idadi hiyo upo kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo kitu cha msingi aa, katika wilaya yetu ya Musoma, naendelea kutoa rai na kutoa wito kwa wadau, wafanyabiashara na wawekezaji waje kuwekeza katika uvuvi huu wa vizimba kwa sababu soko la samaki lipo, uhitaji wa samaki upo ndani na nje ya Tanzania. Na mheshimiwa rais tunaendelea kumshukuru kwa sababu ameliona hili, ameshaweka mazingira rafiki kwa wadau wote ambao wako tayari kukopeshwa na kukopesheka, wajitokeze kwa wingi. Na mimi nitoe rai pia kwa wananchi wa wilaya ya Musoma kujitokeza kwa wingi ku Uh, kwenye fursa hii ya mikopo ya vizimba wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Wengi tumeanza kuona, wameanza kunufaika hapa Musoma mjini na Musoma vijijini, na pesa za mikopo ipo, ni wananchi tu kujitokeza kuunda vikundi vyenye tija kwa ajili ya kupata hiyo mikopo ya za kutosha. Mzunguko wa pesa tunataka uonekane kupitia vizimba tulivyokuwa navyo, kwa hiyo mwelekeo wa serikali ya wilaya ya Musoma kama ambavyo Daktari Samia Suluhu Hassan anavyotuongoza mwelekeo ni Musoma ya